Eliza mama, sikiliza nikwambia kitu, ndio maana nimekuita kwa gari humo kwa sababu tu, hakuna haja ya kupiga kelele nyingi, kila mtu ajue. Nisikilize, hizo meseji unazoziona na hizo simu zinazopigwa, sio kwamba mi nawapenda wala sio kwamba mi nipo kwa ajili yao. Unajua kabisa mi nakupenda wewe Eliza. Kwa nini wanifanyia hivyo lakini eh? Mi nakupenda wewe tu <coughs> Dani, hapana uwezo wa kunifanyia hivi kabisa, Dani. Kol zote meseji zote za mapenzi, kwani unanifanyia hivyo Dani? Kitu gani ambacho umekosa kwangu? Sikiliza Liza <laughs> nimekuelewa, lakini embu wacha kulia, nikwambie ni kitu, embu twende nyumbani kwanza. Hapa naona mambo ishakuwa mengi, tuende nyumbani kwanza, ila nyamaza kulia, ila tambua tu kwamba mi nakupenda sawa. Tuende nyumbani kipenzi changu, sawa? Nakupenda kwa kina kuhusiana na hili jambo, si ndio? Ila usinifiche chochote tafadhali, nakuomba uh, mpenzi wangu Eliza, nikwambie kitu uh, unajua kuhusiana na swala la meseji, wala lisikutie shida wala nini. Uh, na kuhusiana na hiyo meseji ya Recho, Recho kwanza anatoka na Saidi huyo. Uh, mimi wala simfikiri na wala sio mtu wangu kwa hiyo wala hata usiwe na shida, ila nikuombe tu kitu kipenzi changu, hivi vitu vidogo vidogo visitusababishe sisi tuweze kugombana, kipenzi changu. Mimi ni kuombe tu, hebu naomba tu nisamee basi kwa haya yote yalotokea, na mimi ni tu ni shetani ambaye anataka kuharibu mahusiano yetu. Ni kuombe tu samani sana, hebu tuendelee tu kama tulivyokuwa tu zamani, ayna haja ya kugombana mi nawewe mpenzi wangu lakini niahidi kitu kimoja kwamba haya mambo yatojirudia tena au tofanya moyo wangu uumie tena. Uh, usijali kuhusu hilo kipenzi, mi nimekuelewa, wala hata usijali na wala aitojirudia tena. Nikuombe tu wala usiwe na shida, kuwa na amani kabisa, bila kusahau na kupenda eh. Sikia Recho, unajua nini nimekuita hapa kwa sababu moja, unajua jana umenipigia simu, lakini kiukweli mke wangu kaiona ile simu ulionipigia na licha ya hapo, ukaona itoshi kama tena utume na meseji. Lakini kumbuka mi nimeoa na nina mke. Sasa wewe unavonisumbua, unavonipigia simu usiku, na nimekuambia kabisa nitakutafuta mimi. Kwa nini usinipe muda wa mimi kukutafuta wewe? Eh? Kwa nini unanifanyia hivyo mimi, mwenzio nataka ni niharibu ndoa yangu eh? Kama mapenzi mi na wewe tutapendana tu, lakini usinifanyie hivyo tu, hata na mipaka kidogo. Kwa hiyo wako kama mwanamke kako ndokana kufanya mimi unisahau si ndio, eti eh? Ndokana kufanya wewe unanikia mimi mipaka ya kukutafuta wewe, we ni mpenzi wangu babe, eh? Tumetoka mbali au umesahau? Umesahau nilipokutoa wewe Hapana Recho, usiseme hivyo. Mimi sio kwamba sikupendi, mimi nakupenda, lakini sasa mambo yamekuwa ni mengi, alafu simu zimekuwa ni nyingi meseji, afu istoshe, sasa hivi mke wangu anajua kama kuna kitu kinaendelea baina yetu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakuomba tu e, eh, na nimekuita hapa ili nikueleze kwamba mke wangu anafahamu. Kwa hiyo kama tunaweza tukatumia njia nyingine ambayo inaweza ikatufanya tuendelee na mapenzi yetu basi tuwezi kutumia, lakini kumbuka mimi nimeoa na nina mke eh. Lecho, usifanye hivyo bwana. Oho, sawa, nimekuelewa. Lakini sasa unataka kunisikiliza na mimi, nitakupigia simu muda wowote unaotaka mimi. Na ole wako, narudia tena, ole wako, usinipokelee simu yangu <laughs> hey. Uh, mpenzi hivi unaokumbuka wimbo yaani, ukiusikiliza unanikumbusha mbali sana. Uh, unanikumbusha kipindi kile cha harusi yetu, sijui kama unakumbuka kipenzi. Nakumbuka mpenzi, unanikumbusha mbali sana, tulikuwa na furaha, amani ilikuwa imetawala kwetu, nakumbuka <laughs>